E, tuko mwishoni sana mwa mwezi mtukufu wa Dhilhija tukiwa tunaelekea katika mwezi mtukufu wa Muharram. E, katika mwezi wa Muharram kuna mambo ambayo tunataka tuyaangazie na tutaangazia usia wa Al-Imam Ali ibn Musa, musa Ridha alaihi salam akimuusia sahaba wake Rayyan ibn Shabib, na tutaanza kama vile ambavyo inaelekezwa inapokelewa ana Rayyan bin Shabib kutoka kwa Rayyan ibnu Shabib qal anasema, dakhaltu ala al ridha, niliingia kwa Imam Ridhwa siku moja, alayhi ssalam fi awali yaumin min almuharam, siku ya mwanzo wa mwezi mtukufu wa Muharam. Faqala li akaniambia, ya bna Shabib, ee mwana wa Shabib aswamu na anta, je umefunga leo? Faqultu la nikamwambia hapana, sijafunga. Faqala ikisha kaniambia, in hadha alyauma huwa alyum alladhi daa fihi zakariya rabbahu azza wa jalla. Siku hii ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Muharram ni siku ambayo nabiyullahi Zakariya alimuomba mola wake akiwa na maombi yake. Faqala akasema katika maombi yake, rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, e mola wangu mlezi, na kuomba uniruzuku kutoka kwako unipatie kizazi chema kizazi kizuri. Innaka samiu dduaa, hakika wewe ni mwenye kujibu maombi ni mwenye kusikia maombi ya waja, fastajaba Allahu lahu wa amara almalaikata fanadat Zakariya, anasema Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa Ta'ala akamjibia maombi yake, ikisha akamwamrisha malaika ateremke amwite Zakariya, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, nabi Zakariya akiwa yuko katika mihrabu yake akiwa anafanya ibada, anna Allaha yubashiruka biyahya, kwamba Mwenyezimungu Allah subhanahu wa taala anakubashiria kukupatia mtoto Yahya. Faman swama hadha lyauma, basi atakayefunga siku hii ya mwanzo ya Muharram, mwezi wa Muharram. Thumma daa Allahu thumma daa Allaha azza wa jalla, ikisha akamwomba Mwenyezimungu Allah subhanahu wa taala. Istajaba allahu lahu, Mwenyezi Mungu mtukufu atamjibia maombi yake, kama stajaba li Zakaria, kama vile alivyo E, mwitikia na kumjibia Nabiyullahi Zakaria. Kwa hivyo usia unaendelea, na hiki ni kipengele cha kwanza, twende pamoja mpaka mwisho wa usia wa imam Ridwa kwa ibnu Shabib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.